Mwawwa, atali wewe <laughs> tena nakuona hapo unavyofumba vimato, yaani uko kichwani naona unavyolifikiria ilo kwaju. Kakutembezea <laughs> mwenyewe mpaka umeshinda, atakuja kuniadisia. Unaniadisia hicho eh? Haswa yaani kuna kwaju na ukwaju, ule ulikuwa ni ukwaju shoga yangu. <laughs> <laughs> uh -huh. Oh, mie mwenzaku nafurahi kukuona wewe unafuraha. Ukiona tabasamu hivyo mie, ah, ndo kimoyo changu pana. Unaona maua mwenyewe nishafanya kazi yangu imetemea. Ila shoga yangu, yote kwa yote, usije ukafurahi furahi ikapitiliza Mvuvi. Mvuvi. Shemeji, kusema kwa ndugu yako simwelewi kabisa. Yaani, kama sasa hivi nimekuja, yeye tayari ameshaingia baharini. Akati anajua afika, lazima tuongee tutaniane, alafu ndo aendelee na kazi zake. Alafu siku mbili hizi mimi nimekuwa simwelewi, amekuwa mtu wa kunikwepakwepa sana. Sasa sijajua tatizo ni nini? Kama we shemeji yangu unajua au amekwambia, naomba na mimi uniambie ili nijue nilipokosea ni, ni wapi nijirekebisha shemeji. Mimi sina imani kama umemkosea Kali, na kama ingekuwa umemkosea basi angeniambia mapema sana, kwa maana mimi ndio msingi wake sana sana. Yani hakuna siri ambayo Kai anaweza kuwa nayo mimi asi, na mimi nikutoe ou, Kai anakupenda sana, ila tu hapa leo walikuwa wanamuharakisha, wanafanya haraka tuondoke, najua maji na hivyo moto, kwa akaondoka kwa haraka haraka hata kuweza kusubiri najua kawaida yenu. <laughs> Lazima umwajo mtakie kila la heri, mtaniane kidogo tu aingie kuvua, ila ndo hivyo toleo kama emergency, lakini na imani kaya nakupenda sana. <laughs> <laughs> Sawa, lakini mi naona kama imekuwa ghafla mno, yaani imekuwa tofauti na zamani, hasa hivyo amekuwa ni mtu ambaye anaikeka sana, sinajua tatizo ni nini. Lakini kama umesema hivyo utaongea naye, basi sawa, mimi sina shida. Mm, mimi nitakaa naye nitazungumza naye, na kama kuna shida yoyote basi ataniambia. Unajua <laughs> yaani Kai nikikaa naye, jina la mwanamke pekee ambao huwa analitaja mara nyingi ila kwa kwewe Aisha. <laughs> mimi <Mimu> unajua sio shemejinai. <laughs> mi nakwambia tu ukweli, Kai anakupenda sana. <laughs> Nyinyi wa kutia chumvi nyinyi, yaani hata kama unaona na wanawake sita saba, lakini bado tu utasimama na mimi, hamna. <laughs> Bwana, huo ndio kweli, Kai anakupenda sana, na mimi ni shabiki wa mahusiano yenu haya. <laughs> <laughs> Bwana, sasa mimi nitasema nini tena? Unajua ndugu yangu Kai, katika mahusiano, mpenzi wako ukimzoesha kumfanyia kitu fulani alafu ghafla ukaja ukaacha lazima ahisi tofauti kwako, anaweza akahisi unamsaliti au anaweza kahisi wewe umepunguza mapenzi kwake. Ah, nisizunguke sana, kwa kifupi tu, shemeji yangu analalamika sana kuhusu wewe, anadai kwamba wewe sasa hivi umebadilika. Anaweza akaja hapa pwani asikukute, unaondoka kuvua bila kumwambia chochote, wakati yeye alishazoea kabla ya kwenda kuvua lazima kwanza akutakie kila laheri eh, akutanie tanie, mzinguane kidogo ndio uende ukavue. Lakini kwa sasa imekuwa ni tofauti, na kibaya zaidi, akija hapa wewe akukuti, ananikuta mimi tu, basi anaanza kunilalamikia na kuniuliza maswali mengi, kiasi kwamba mimi majibu nayakosa, inabidi tu nianze kujichekesha chekesha tu ili kumliwaza. Sasa mimi na wewe ni watu wa karibu sana, siri yako ndo siri yangu. Tafadhali naomba uniambie, kuna tofauti gani baina ya wewe na yeye? Au kuna kosa gani ambalo wewe amekufanyia? Naomba usifiche chochote, nieleze bayana. Ah, uh, bwa shef, kusema ukweli hakuna shida yoyote baina yetu, mimi na Aisha. Sasa nashindwa kuelewa kwa nini akuita wewe binafsi pembeni, afu anze kukuhoji kuhusiana na mimi. Kama kweli kafanya hivyo, atakuwa amekukosea sana, ila mimi sina shida naye. Mimi na nakufahamu vizuri wewe ni ndugu yangu, kama kuna shida yoyote usinifiche, eh? Sasa ukilificha mimi itakuaje, wakati kila siku siri zangu nakupatia siri zako unanipatia, kwa nini katika eli unambii naambie, ili kama kuna shida yoyote tujue tunasolve vipi tatizo. Asha, nishakwambia shida hakuna, nadhani labda sababu ni mazoea, alishazoea kabla sijaondoka kwenda kazini ni mwage au narudi nyumbani mapema sasa kuwa bize na shughuli zangu ndo mefanya yeye kuone kuna utofauti, ila hakuna shida yoyote ile. Oh, tatizo mazoea. Basi sawa, kama wewe mwenyewe umekiri kwa kinywa chako kwamba hakuna shida yoyote, bali ni ubize tu wa kazi, mimi akija tena kwangu kwa mara nyingine, nitamweleza na nitajitahidi kidogo kumpatia maneno ya matumaini ili asisi kwamba upendo umepungua. <laughs> safi sana Uh, unajua siku zote kwenye maisha hakuna siri baina ya watu wawili wanaoaminiana. Wewe si soeba wangu unaniamini, yes. <laughs> Basi ishi kwenye kauli yangu, hakuna shida yoyote baina yangu na mpenzi wangu. Sawa. <laughs> Mimi napenda sana mahusiano yenu, nasipendi kuona hata siku moja nyinyi hamko sawa. Mimi ni shabiki yenu. <laughs> Shukran sana. <laughs> <laughs> Alikuja hapa leo na nimezungumza naye sana lakini uh, <coughs> yani, anaonekana ni mtu ambaye hajali kabisa kuhusu wewe. Pole sana shemeji. Lakini shemeji, kama kuna kitu ambacho kinachoendelea mimi sikijui, Naomba uniambie tu kuliko unavyojisumbua hivi mara kwa mara, usikute mwenzangu kumbe ana hata muda na mimi. <sighs> mimi bado sijagundua ni kwa nini kaya imebadilika juu yako, lakini mimi, yule ni rafiki yangu wa karibu sana. Bado kuna anga, nitakutana naye, najua nizungumza naye vipi mpaka anielewe, na nikuahidi tu nitapambana kulirejesha penzi lenu. Japokuwa uh, katika mazungumzo yake, anaonekana kama kuna kitu ambacho kinachomfanya asitishe ukaribu baina yako wewe na yeye. Lakini bado sijafanikiwa kugundua na kitu gani. Kweli hakuna kinachoshindikana chini ya ardhi hii. Naonekano wake mzuri kweli, Aisha alikuwa na faida. Nitahakikisha utakuwa wangu. Vipi mpenzi wangu, mbona jala mpaka sasa hivi? Shida nini? Nilikuwa ni nakuwaza mpenzi wangu na, na ndio maana nimekosa usingizi. <laughs> Ya kweli hayo. <laughs> <laughs> Shazma, mimi tayari ni mtumwa wako wa mapenzi, kwa hiyo usiwe na hofu. Mimi ni wako tayari <gibu> hmm? Njia wako mwenyewe ya nini umshikie manati, kwa hiyo kuwa na amani, sawa baby. Asante sana mpenzi wangu kwa kunifariji. <coughs> maneno yako ni matamu sana. <coughs> karibu sana la azizi. Hata mimi pia mpaka muda huu bado siamini kama wewe tayari ni wangu, jamani. <coughs> <coughs> Nakupenda Shazma. Nakupenda pia Kai. <laughs> Tulale basi kipenzi, maana muda ushaenda sana. Nimependa ninapopendwa kume, mapenzi ni matamu na, na msemi ameridhika na mi na mimi kula chakula kiishocho maana toka alivyoweka chakula hapo na kazi ya kushikashika tu hivi. Bibi wewe, unaamini kabisa mimi naweza kumtukana mama yake na Kai? Mimi siamini, na pia wewe nakujua, nakujua sana kuliko hata wewe mwenyewe unavyojijua. Inawezekana labda alivyoongea na mama yake Kai, mlivyojibishana akaona kama memtukana lakini najua huwezi kumtukana mtu mzima. <coughs> Mimi siwezi kumvunjia heshima mtu mzima bibi. Mimi sijajua kabisa kama kaamenikasirikia na bila Tasha nisingejua chochote. Naomba uli chakula hichi juu kwangu. Kila wazo ukisema litatu, hutaweza mawazo mengine. Unaweza ukawaza ukiona limekushinda Liache, sawa. E, uweze kubeba kila kitu kichwani. Mimi nimeshiba. Unaona? Chakula umepakua kingi afu kinakushinda kuwa aa. Na ushatia na mboga, kifunike hivyovo nakishutanacha hivyovo Shangazi. Yeah. Karibu. Asante. Shikamoo. Maraba. Mnaendeleaje? Salama. Shikamoo shangazi. Maraba. Nikuja kuulizia vipi mizunguko yenu ya kumtafuta yule bwana imekuwaje? Eh, ndiyo. Yani hapa sasa hivi tulikuwa tunakuja nyumbani huko ili tuje tuketi tulizungumzie hili swala kinagaubaga. Mm -hmm. E, kwa sababu nimejaribu kuzunguka kijijini mahala mbalimbali mbali. Lakini kila mtu ambaye nazungumza naye, kila mtu ninayemuuliza, mm, ananipa taarifa kama ile ilivyozungumza wewe kwamba mara mwisho ulivyomwona kule kilabuni. Mm. Kila mtu anasema hivyo hivyo. <laughs> Kwa hiyo maana sasa mimi nikagundua kwamba huyu mtu yuko hai. Mm. Eh, na hakuna sehemu nyingine yoyote ambayo tayari ameshaonekana. Ila kitu ambacho sisi tunatakiwa kukifanya ni kutuliza pressure. Tupunguze mawazo, mm, ili tupate utulivu wa kutafakari nini tufanye. Si ndio? <laughs> Sijui kaka ana matatizo gani yani, ameshindwa kabisa kutufikiria. Yani anaondoka sehemu, waagi, anaona tu kawaida. Wenzetu tunahangaika hasa hapa, hatujui kaenda wapi, yupo wapi, kapotelea wapi, kapata tatizo gani, watu hatujui. Aya, maswali yote lazima tujiulize, na hii ni kawaida kwa mwanadamu yeyote anapopatwa na maswahibu hmm, anakuwa na maswali mengi sana kichwani hmm. Sasa njia pekee ambayo inaweza ikatusaidia ni kuondoa huo mgogoro wa mawazo unaokuwa umetawala kichwani, kwa sababu akili ikipata utulivu ndipo tunapata uwezo wa kutafakari nini tufanye mbadala ili kujitatua katika changamoto tulionayo, mm. Lakini tukiendelea kuwa na hali kama hii ya migogoro kichwani, mawazo pressure, hatuwezi kupata njia sahihi mm. Ndio maana mimi nikasema, shangazi, wewe bora urudi nyumbani ukapumzike, mimi niendelee kulipambania hili swala. Kwa hiyo naomba hivi ujitahidi kumwangaikia. Unajua lazima mtu akipotoweka, wasiwasi lazima iwepo. Kwa hiyo ninachoomba ujitahidi kumwangaikia shemeji yako, sawa? Aya, shangazi sasa ngoja aa nende na shangazi nikajua napanga naye nini, sawa. Haya shangazi. Na, na safari yetu ndio imeishia hapo mlango uh -huh. Basi tafunga. Haya. Usiku wa jana ulikuwa usiku muruha sana kwenye maisha yangu, ulikuwa usiku ambao siwezi kuona hata kwenye njozi zangu. Jamani, Kai amejifanya nini kwenye mwili wake yule kaka? Nashindwa hata kuelewa. Shaz, mimi nifanye nini? Kai umejua kunichanganya mwenzio Awewe! <laughs> tena nakuona hapo unavyofumba vimato, yani uko kichwani, naona unavyolifikiria hilo kwaju. Kakutembezea mwenyewe mpaka umeshindwa atakuja kuniadisia. Unaniedisia hicho eh? Haswa yani, kuna kwaju na ukwaju, ule ulikuwa ni ukwaju. Shoga yangu mie, mwenzako nafurahi kukuona wee una furaha. Okay, ukiona tabasamu hivyo mimi, ah, ndo kimoyo changu pana. Unaona maua mwenyewe, nishafanya kazi yangu imetemea. Ila shoga yangu, yote kwa yote. Usije ukafurahi, furahi kapitiliza, ukasahau yale alokuambia mganga pale. Unatakiwa ufanye alichokuelekeza kila kitu ili kumblock yule Aisha asikanyage wala asifikirie kutia mguu pale wala akilini kwake asimwaze huyo kai. Sijui unaelewa? Yaani, katika kitu ambacho siwezi kukisahau ni kuhusiana na Aisha, kumtengenezea mazingira mabaya pale kwenye familia, na kwa hilo nimefanikiwa vikubwa sana. Ndio maana naona natamba. Mtoto wa kike eh, najiachia, nasahau shida zote za dunia. Sasa sikiliza, nikwambie mimi, siwezi kusahau wala kunisahulisha, na sasa hivi nimekuja na plani mpya. Nataka nimteketeze kabisa, hata unyayo wake usiweze kufika pale katika ile nyumba. Unasemaja shule yangu Kai? mbona sikuelewi. Najua toka asubuhi leo hauko sawa kabisa, una shida gani kwani? Ah, shida ni huyu jamaa yetu Kabe, tangu tuvyomwazima nyavu mpaka sasa hivi hajarudi, huyu jamaa. Ah. Kwa sababu navyokuambia bwana, Natasha nina kikao na mjomba na lazima nionane naye kabla jua alijazama. Ah bwana, kwa mambo haya hakuna subira. hiyo nyavu, mimi na mimi hata wewe unaweza kuisubiri jamaa ukamalizana naye. ndo shida nilikwambia. a ah, watu sio kwa zimazima nyavu hawarudishi kwa wakati. Sasa tunikana mpaka seivu giza mpaka tukute hapa. Apo, ah. Sasa sikiliza, Tasha haya mambo madogo sana. We kaa hapa, msubiri jamaa arudi na arudishe nyavu, mi ni wacha nikamwai mjomba kule. Eti wesi ushazoea kila kitu, mi nikufanyie sawa? Nenda, mi nitamsubiri, atarudi hapa, nitachukua nyavu, nitaiandaa, kesho alfajiri tutaenda. Wesi ushazoea mi nikufanyie kila kitu Ah, usinilele vibaya bwana, ndugu yangu, sio kama nakutegea kwenye kila kitu, ila ili jambo ni la muhimu na kifamilia pia ni muhimu zaidi, tutakana tushirikiane na kifamilia. Nenda, bwana. Sawa, basi, msubiri mwanangu, siondoke. Sawa. nakuuma sana, mm-hmm. Basi nikakuchemshie uji taratibu unaweza kupata afadhali ukishakunywa uji. Uji? We uji unanikazania wewe, kwa wema gani hasa ulokuwa nao mpaka ukanikorogea mimi? Unamaanisha nini? Mbona sikuelewi? Hapa nafahamu hivi, sielewi nachoumwa bado, meona itoshi. Unakazana sasa unikorogee uji? We uji unaotaka kunikorogea we, unataka ukanitilia nini? Allah <coughs> ebu niache bwana, mi na maumivu yangu. We mwana, mbona umekazana hivyo uo uji? Umetumwa? Umetumwa nakuuliza uji. Uji unataka unitilie nini? Sasa sikia, nikuambie tena, nikueleze unachokitaka, hapa kwenye familia yangu hautokipata, abadan, aslan niache na familia yangu. Allah. Ah.